Eaa kai lakini kwa kijibu hoja yako ya msingi kwa mambo ambayo yako ndani mimi ya uwezo wangu ambayo nayasimamia, ratiba yangu ina prevail, kwa maana status quo ina ina, ina, ina, ina prevail lesi mpaka pale kamati hizo takakuwasilisha zitakapofanya eh, maamuzi tofauti na ambayo tayari yameshafanyiwa

Yanga wamesemaje? Wataendelea na hizo procedure au kama hayo ya yatakayofanyika yasipofanyika, ni kipi ambacho wamekieleza? Wataendelea na hizo procedure ku- kueleza kile kile kitakachofanyika, au wameendelea kusimama na msimamo wao kwamba hiyo mechi, position yao ni ni ni, ni, ni Yanga, position yao ni kwamba ni kwamba wangetamani haya yafanyike ili wao warudi katika katika huo mchezo. E, changamoto tuliyokuwa nayo ukiyatazama haya mambo kuyatamka, e, ni mambo ambayo yanawezekana, lakini uki, ukija kwenye utendaji e, e, ukija kwenye utendaji ni mambo ambayo hayawezi kufanyika over overnight. Kwa mfano e, bodi kutoka kuwa chombo tegemezi cha TFF na kuwa chombo huru Yaani, unazungumzia mchakato, mchakato ambao unahusisha taasisi nyingi. Kwanza lazima uende katika katika lazima uende katika management committee, ukitoka kwenye management committee uende kwenye mkutano mkuu wa bodi, ukitoka kwenye mkutano mkuu wa bodi iende kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu, ukitoka kwenye kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu iende kwenye mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu eh, Tanzania. Kwa unaweza ukaona yes linawezekana, lakini linahitaji linahitaji muda fulani hivi ili liweze e, ili liweze kutokea, na ndio maana nikasema kwamba ukiyatazama haya maazimio e, mengi yako nje ya, e, ya mamlaka ama mandate ya bodi ya ligi kuu Tanzania. Lazima tuyafikishe kule ambapo yanapaswa kuweza kufika kuchakatwa, kujadiliwa, eni kufanyiwa e, kufanyiwa maamuzi. Kwa hiyo e, nafikiri ndio kwa nimekujibu vizuri yeah uh -huh.

ya nafikiri jibu lako alipishani na mwandishi wa, wa TBC. Nimesema, ukiniuliza mimi mambo ambayo yako ndani ya uwezo wangu nitakwambia, e, kwamba tulitangaza ratiba na mimi kama mtendaji mkuu na jukumu la kutangaza ratiba ambayo tulitangaza ambayo ilipata baraka ya kutangazwa na vyombo ambavyo na mamlaka ambago, ambazo ziko juu ya juu ya, ya ya uwezo wangu. Ni mamlaka hizo hizo, hizo ambazo ziliweza kuapruvu hiyo ratiba, ndio mamlaka hizo hizo pia ambazo zinaweza zikaja kutengua hiyo hiyo ratiba. Kwa hiyo so far mimi ukiniuliza nitakwambia kwamba ratiba yangu, kwa sababu mamlaka husika hazijaitengua. Mimi kama mtendaji mkuu nitasimama kwamba e, ratiba ya awali na, prevail, status quo na